Mangia, salama <laughs> kwema, habari za jioni. Ona mchezo shaikataniko sabu napenda mpira. Nawangalia kipindi cha wangalia kwanza bila bila kipindi cha pili karudi kocha Danga Afrikani yeah. Akamta aka aka Maxi akamta aka aka Chikola aka

wanashika wana hivi wana imani na kocha. Wachezaji wanalalamika, baadhi wanaweka benchi ali, wanaangaika sana, wanasema ni kumonea wanjani, wanalalamika wana. wan wengine wanatoka nje, waamini wanashinda, lakini wana imani na kocha. Kama kocha yupo nchini mwingine kocha yuko nchini, yupo utasikia nayo siku mitatu hii watamtakaza kocha mwingine. Hizo habari za ndani sisi

Asani Kante walabuni wakamwaga <laughs> Yanga akaingia mkenge wakamsajili, iko wapi? Nani aambule ni namba sita lakini, <inaudible> kwa si refa, mpira huu Simba mlifungwa mnaosema ni mbovu. Kwani asante nani Pakome mpira ngicaampila wingi ya aegoiasaid asante refa nani ndalagija sikufichi, Simba cha mpira mwingi sana, dakika tisini dakika tisini <inaudible> Acha s mm. mi si yeah. Mi nafuatilia na mpira yeah. Asante Asante goli asante refa, sababu mechi pa kuna lugha mpira mm. k kachota faulo. Ndio ndomaa lazima kafanya hivi mm. uelewe, ndomana ah, ah. kaambia hivi tukio la kwa kwanza Yanga, tukio la kwanza ndio kwa mwenendo klabu ya Simba sasa hivi kwenye kimataifa, mnajiona wapi? Kwani kimataifa mpaka 79

Mwanamchezo wa Mwenyezi Mungu amrehemu, Rais wa kwanza Zambia, akaondoka, anapanda gari, atoka nchi ya. Gol la nne, George Kulagwa, gol la nne hiyo. Anafika ikulu ya Zambia, gol la tano, George Kulagwa tena, mpaka dakika 95, okay. Simba ka, ka, ka, kambaki hiyo, champion inaanza kesho.

e kiwango cha Azizi Ndabuga ni mchezaji mzuri, mchezaji mzuri kajituma mechi mechi ya pili kufunga goli, kule kafunga goli la kwanza. Leo kafunga goli goli nyingine, mchezaji mzuri hmm. ukiwa mwana mchezaji ama umpongeze kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja pale yenye haiwapi wake up call yoyote kwenye kikosi chenu, si kweli, eh? si kweli.

au ndondokapu ya juzi MBC, eh Simba kapata kapata pendizi tatu bila sifuri, Danga Afrika ni na Pamba, si mechi ile. Ukiwa mwanamchezo balance to balance, Simba kacheza na timu ya MBC, Danga Afrika kacheza na Pamba, useme kama chezaji kumi na nne, si kweli. Ni timu ya mpira mm, kikanuni kwa chezaji sita usiku ucheza mechi, lakini ukiwa achezaji kumi na nne na mechi ipo Wakati nimekaa jukwani pale, a, a, a kuna shabiki akaniambia kwamba yule soa yule ana mengi ya kujifunza kwa Azizi, kanaanza alivyoishia chazi yao na soa alivyomaliza goli kumi na tatu plus kaeneza alivyomaliza msimu uliisha na asisti eli mpanzo kama hizo ndo maisha msimu wa Aisha kiwango kimeshuka. Awakaje? Awakaje? kacheza vibaya na ngao jamii kacheza vizuri, lakini kiwango kimepungua. Kwa njuzi kafunga, ni nafasi sio nafasi <laughs> Mchezaji akupata nafasi utumie, akikosa goli ni mukuba limpan ajafunga. Katumia haki kacheza pati yake, hata juzi kacheza pati vizuri, katumia nafasi kacheza kwenye kikosi cha Yanga. Yanga aliyeukonga moyo wako wako kanza kacheza vizuri, ubano kachea vizuri, chea vizuri, kacheza vizuri vizuri vizuri vizuri. Sema basi nimemkubali, kacheza vizuri sana.